Katika ulimwengu wa diplomasia na siasa za kimataifa hakuna uhusiano uliojaa hisia za kutuaminiana, mivutano ya kijeshi na maigizo ya kisiasa kama ule wa Russia na NATO. Kwa zaidi ya miaka 70 uhusiano huu umekuwa na sura ya ndoa iliyovunjika, kila upande ukihofia hatua za mwenzake huku kila mmoja akijiona kama ni muhanga wa hila za mwingine. Lakini chanzo halisi cha chuki hii ni nini? Je, ni mgogoro wa kimaslahi zaidi, au kuna historia kubwa iliyojaa usaliti, majeraha ya kihistoria na kiu ya mamlaka? Jibu sijui, ila ninachojua ni kwamba mwaka 1949 dunia ilikumbwa na hofu ya kusambaa kwa ukomunisti. Hii ni baada ya vita kuu ya pili ya dunia, ambapo Marekani na Umoja wa Kisoviet walipoungana kuishinda Ujerumani ya Hitler. Lakini baada ya ushindi huo urafiki wao ukaisha ghafla, kila mmoja akianza kumwona mwenzake kama tishio jipya. Katika kujihami, Marekani pamoja na mataifa 11 ya Ulaya Magharibi waliunda muungano wa kijeshi unaitwa NATO, yani North Atlantic Treaty Organization. Lengo kuu cool lilikuwa kumzuia USSR kueneza ukomunisti wake barani Ulaya. Russia, yani USSR, ikatafsiri hatua hiyo kama uchokozi wa moja kwa moja, kana kwamba magharibi walikuwa najipanga kwa vita dhidi yake. Hapo ndipo mistrust ya karne ilipoanza. Kuanzia miaka 1950 hadi mwanzoni mwa mwaka 1990, dunia ikaingia kwenye kile kilichoitwa vita baridi. Hivi havikuwa vita vya moja kwa moja bali vya kutunishana misuli. NATO ikapanuka kijeshi kwa mazoezi ya kijeshi ya dharura na kuanzisha kambi za kijeshi karibu na mipaka ya USSR. Russia nayo ikajibu kwa kuunda Warsaw Pact mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tano, muungano wa kijeshi wa nchi za kikomunisti kama njia ya kujilinda. Basi bwana, kila upande ulikusanya silaha za mangamizi kwa kiwango kisichoelezeka. Dunia ikawa kwenye mguu upande mwoga wa kuingia kwenye vita vya nyuklia ambapo kosa dogo lingeweza kusababisha uharibifu kwa dunia nzima. Na kwa miaka mingi chuki hii ikawa na sura ya kawaida kati ya NATO na Russia. Wakati Umoja wa Kisovyeti ulipovunjika mwaka 1991, ulimwengu ulifurahi kwa matumaini kwamba sasa amani ingerejea. Russia mpya iliyochoka kiuchumi na kijeshi ilikuwa dhaifu. Ilitarajiwa kwamba NATO ingepunguza ushawishi wake kama njia kujenga dunia mpya yenye ushirikiano, lakini mambo yalienda kinyume chake kabisa. NATO ikaendelea kujipanua. Hii ikawa ni kichocheo kikuu cha chuki mpya. Rais wa zamani wa Russia Mikhail Gorbachev alisema kwamba viongozi wa Magharibi waliahidi Russia kuwa NATO haitapanuka kijeshi kuelekea mashariki, ahadi ambayo haikuheshimiwa kamwe. Kuanzia mwaka 1999 hadi leo, mataifa yaliyokuwa washirika wa USSR kama Poland, Hungary, jamhuri ya, ya watu wa Cheki, Bulgaria, Romania, Estonia, Lativia na Lithuania zote zilikuja kujiunga na Neto. Kwa Rasia hii haikuwa tu hatua ya kawaida, bali ni chuki inayopandikizwa na NATO waziwazi, wazi kabisa. Rasia ikaona, NATO haikuwahi kusitisha mipango yake ya upanuzi wa kijeshi Marekani inajenga makombora ya kujihami karibu kabisa na mipaka ya Rasia na NATO inafanya mazoezi ya kijeshi karibu kabisa na anga ya Rasia. Hofu ya kuzungukwa na maadui kwa Rasia ikarudi upya, na kiongozi mpya wa Russia Vladimir Putin akaapa kamwe kutokubali udhalilishaji wa namna hii. Na ndipo Russia ilipona Georgia nayo inaelekea kujiunga na NATO, ikaivamia haraka na kuchukua maeneo ya South Ossetia na Abkhazia. Ilisema hatutakubali mipaka yetu kuzungukwa na NATO. Lakini pia mapinduzi ya mwaka 2014 Ukraine yalipindua serikali iliyokuwa karibu na Russia na kuingiza utawala uliokuwa na maslahi kwa magharibi. Russia ikachukulia hilo kama njama za wazi za NATO, ikaamua kuichukua Crimea, na vita vya muda mrefu vikaanza huko mashariki mwa Ukraine. Jambo lililosababisha Russia kuivamia kijeshi moja kwa moja Ukraine mwaka 2022. Kwa Russia, Ukraine ni ishara ya mstari mwekundu ya uvumilivu wao kwa NATO. Kwa NATO Ukraine ni nchi huru yenye haki ya kuchagua, na swali ambalo Russia hujiuliza mara zote ni kwamba ikiwa kama NATO ni ya ushirika wa kujilinda tu, kwanini imekuwa kishiriki kwenye vita visivyo na uhusiano wa moja kwa moja kama vile vya Iraq, Libya na Afghanistan? Hapo ndipo Russia huiona NATO si taasisi ya kujihami bali ni chombo cha Marekani cha kueneza ushawishi kwa kutumia kivuli cha ulinzi. Kwa hiyo waminifu kwa taasisi hii ukafa rasmi. Na mwaka 2022 Russia ilipoivamia Ukraine, NATO ikajibu kwa msaada mkubwa wa silaha, mafunzo na intelijensiya kwa Ukraine. Ingawa haikuingilia moja kwa moja, mataifa kama Finland na Sweden inayo sasa yamejiunga na NATO, kitu ambacho zamani isingekuwa rahisi. Russia pia imetangaza kuongeza silaha za nyuklia karibu na mipaka yake na Ulaya. Lakini katika dunia yenye silaha za nyuklia, mivutano kama hii si mchezo wa kisiasa tu bali ni swala la uhai na kifo kwa mamilioni ya watu. Na je, dunia itapata suluhu? Pengine njia pekee ya kufuta chuki hii ni kusikiliza kwa ukweli, kusimamisha upanuzi wa kijeshi wa pande zote, na kufufua mazungumzo ya kiusalama ya kweli bila njama wala ajenda za siri. Lakini je, viongozi wa dunia hii wako tayari? Kwa sasa dunia ni kama imesimama juu ya baruti na kibiriti kipo mkononi mwa wanaume wachache sana. mimi naitwa Ananias Edgar. Kwa miaka mingi watu wengi wamekuwa wakiteswa na maradhi sugu na matatizo ya kishirikina, lakini sasa kuna suluhisho. Karibu kwa Dkt Ngoso, mtaalamu mashuhuri wa tiba za asili, kiboko ya magonjwa sugu, uchawi na matatizo ya kishirikina. Unasumbuliwa na kifafa, nguvu za kiume kushuka, presha, kiharusi, matatizo ya macho, tumbo au mifupa kuvunjika? Usiangaike tena. Dkt Ngoso ana tiba ya uhakika, salama na ya asili, zilizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini si hayo tu Dokta Ngoso pia hutatua uchawi na chuma ulete kukosa kazi, au mvuto wa kibiashara, kumrudisha mpenzi au mume au mke aliyekuacha, kushinda kesi mahakamani, kufungua vifungo vyote vya kishirikina mwilini, tiba ya kuacha pombe, kusafisha nyota yako na kukulinda dhidi ya vijicho na uchawi. Huna haja ya kufika ofisini kwake, huduma zake zinakufikia popote pale ulipo, kutoka Kenya hadi Uganda, Tanzania hadi duniani kote. Wasiliana naye kwa WhatsApp 718 756944 au tembelea tovuti yake www.drngoso.com. Usisahau pia kumfuatilia kwenye mitandao yake ya kijamii kama vile YouTube, Facebook na Instagram kwa jina la Dr. Ngoso. Dr. Ngoso, bingwa wa magonjwa sugu shida na matatizo mbalimbali.